Watu ambao kwamba ni waumina wakisawa sawa ni kuwa wanatimiza zile ahadi ambazo kwamba wamekuwa ni wenye kuziweka. Baada ya kuwa watu wameingia katika nyumbani kwao, kuna jambo ambalo kwamba lazima kila mmoja awe ni mwenye kulitambua. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, waashiruhunna bilmaruf, enyi wanaume muishi na wake zenu katika uwema. Waashiruhunna bilmaruf watu kukuwa na muashara, kuishi vyema, ni mambo ambayo kwamba yanaambatana na mambo mawili. Jambo la kwanza, almaruf ni mambo mawili, la kwanza ni alfardu walwajib, ni mambo ambayo kwamba ni fardhi na ni wajib kwa kila mmoja. La pili ni alkamalu walmustahab, ni mambo ambayo kwamba ya kuongeza na kulainisha na mapambo, lakini Jambo la kwanza alfardhu walwajib ni kila mwenye ndoa awe ni mwenye kujua ya kuwa mwenzake ana haki ambayo kwamba inamlazimu yeye. Kuna hukuki zauj wa hukuki zauja wa hukuki almushtaraka, kuna haki za mwanaume na kuna haki za mwanamke na kuna haki ambazo kwamba ni haki za wote wawili. Amani haitopatikana katika nyumba mpaka kila mmoja awe ni mwenye kuhakikisha ya kuwa mwenzake amepata haki yake namna ambavyo kwamba inastahili. Mfano, mwanaume haki yake ni awe ni mwenye kupata haki ya kitanda, mwanamke usiwe ni mwenye kumwingiza yoyote katika nyumba ambaye kwamba mwanamme anachukia. Na pia vile vile hukuki ni nyingi, na ikiwa mathalan ni haki ya mwanamke

jua ya kuwa anafaa kutimiza haki ya mwenzake biduni takhir au muabada, bila ya kumchelewesha mwenzake ama ya kusita sita. Wakuta mwanamme afaa kumpatia masurufu mke wake, kisha anamwambia wacha, inshallah pesa nitakupatia kesho, ilhali kunazo katika mfukoni wake. Ama mwanamke afaa kumpa haki ya kitanda mme wake kisha anasema leo, wajua mimi sijisiki, wacha tu tutaangalia hiyo mambo kesho. La hapa amani itaanza kupata lusari katika nyumba, nyumba hiyo. Jambo la pili, anyuadiyahu bitibi nafsi, ni mtu kumpa haki mwenzake bitibi nafsi, akiwa na nafsi ambayo kwamba ni nzuri, roho ambayo kwamba ni roho ya upendo, uso ambao kwamba ni uso wa bashasha. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, matlul ghaniy dhulum, kuchelewesha kwa yule ambaye kwamba ana uwezo ni kumdhulumu mwenzake, ikiwa ni upande ya deni ama katika zile haki ambazo kwamba ni lazima uwe ni mwenye kuzitekeleza na mwenzako anakuwa ni mwenye kukosa huquq kama hizi katika mwenzake. Kwa hivyo, ahibati billah, hatuwezi tukawa ni wenye kupata amani ndani ya manyumba mpaka kila mtu awe ni mwenye kutimiza haki kwa mwenzake, namna ambavyo kwamba inastahiki, na pia vile vile unatimiza haki kwa wakati wake, na pia haki inatolewa katika upendo na katika pia uso wa bashasha. Na ikiwa hizi hukuku zimepatikana zile ambazo kwamba ni lazima, kuna yale mambo ambayo kwamba